Sasa tuende katika habari za kimataifa. Tuanzie na kandanda kule nchini Hispania. Penati aliyopiga nguli wa soka Lionel Messi kwa kumpasia Luis Suarez imetawala vichwa vya habari kwenye vyombo mbalimbali vya habari karibu dunia nzima, na kuzua mijadala kem kem kwa wapenda soka duniani kote, huku mchezaji mwenzio wa timu hiyo ya Barcelona Neymar akisema mpango wa kupiga penati ile ulikuwa umepangwa, na ndiyo kwamba alitakiwa kufunga, ila alikuwa mbali, na ndio maana Luis Suarez aliyekuwa karibu na kufunga Kocha wa timu hiyo Luis Henrique amenukuliwa akisema kitendo kile alichofanya wachezaji wake hakikuwa cha heshima kwa wachezaji wa timu pinzani ya Celta Vigo, na kuongeza kuwa swala hilo litakuwa limezua mjadala mkubwa, huku wengine wakiipenda na wengine wataonyesha kuto kuipenda. Kwa upande wake kocha wa timu ya Celta Vigo Eduardo Berizo amesema penati hiyo ilikuwa sahihi, ingawa ilipigwa kwa mtindo mwingine tofauti na ilivyozoeleka na wapenda soka, ila akakiri kuumizwa na kipigo cha bao sita ilichokipata timu yake toka kwa nguli hao wa Barcelona.